Taarifa katika vyombo vya habari nchini Tanzania siku ya hii leo zimeripoti taarifa juu ya tukio linalohusishwa na kushambuliwa kwa mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na mwanaharakati Mdude Nyagali katika makazi yake huko mkoani Mbeya. Taarifa iliyochapishwa katika gazeti maarufu nchini Tanzania la kila siku la Mwananchi imebainisha kuwa jeshi la polisi limesema kuwa linafuatilia juu ya tukio hilo. Katika mazingira ya sasa, ni wazi kuwa sintofahamu imeendelea kutanda juu ya tukio hili. Picha katika video za kimtandao zimeonyesha damu zilizochululuzika, ikielezwa kuwa ni damu zinazotokana na shambulio alilopitia mwanaharakati huyo. Katika muktadha wa kutazama kwa undani tukio hili, nimemkaribisha Dr. Wilbrod Slaa ambaye ni mmoja kati ya wanajukwaa katika jukwaa la Sauti ya Watanzania ambapo pia Mdude Nyagali ni mmoja kati ya Watanzania walio ndani ya jukwaa hili wakipaza sauti juu ya maswala mbalimbali yanayohusu ustawi wa taifa la Tanzania, na kutoka kwake nimetaka kujua ni taarifa zipi alizo nazo mpaka hivi sasa juu ya mwanajukwaa huyu kutoka Sauti ya Watanzania. Ah, bahati mbaya toka asubuhi nilikuwa nimetoka sikuwepo nyumbani. ah, lakini ninachosikia kuna mtu amenijulisha kwamba, uh, wameona wameona ta, picha kwenye mitandao, kama ni kweli viongozi eh, wa polisi Mbeya wakipima ile damu uh, kwa maana ya kwamba labda walinganishe na DNA, ndio watu walichoniambia. Lakini hiyo eh, imenifanya nitoke machozi zaidi kwa sababu mimi nilifikiri kipaumbele cha kwanza ni kutafuta binadamu uh, badala ya kutafuta DNA ambayo hata mtu akifa baadaye inaweza kutafutwa DNA, iko kwenye kwenye vipimo kwenye vipimo. Kama ni kweli kipaumbele kimekuwa kwenda kutafuta uh, kupima DNA, nilidhani kama taarifa uh, ya mtu haijapatikana njia moja ya kufanya ni, ni polisi wenyewe watoe taarifa eh, ili Watanzania wajue na wao washiriki katika kumtafuta mtoto wao. Sasa badala ya ya kukazana kumtafuta mtu apatikane hai au hapana, tunakimbia kwenda kupima DNA kwenye damu iliyoko sakafuni. Na kwa mambo mengine ni vizuri tupige kelele tu, tusimumunye maneno. E, ndicho tunachoweza kusema kwa hatua ya sasa. Ningetamani polisi watuambie wamefikia hatua gani, kwa sababu Mdude ana ana ndugu ana marafiki ana watu wanaofanya kazi nao, tunaumia. Haiwezekani kind of masaa kumi na mbili yanapita hakuna taarifa inayotolewa inawe, kuhusu binadamu. Angalau kusema basi mpaka sasa hivi wao wamegundua nini. Je, wanataka tushirikiane nao kumtafuta ili wakitupa na, ili kile walichonacho na wananchi wanajua nini, tukiunganisha labda binadamu atapatikana kabla mabaya zaidi hayajatokea. Lakini usiri usiri, usiri, kila kitu. Kwa hiyo mimi labda kauli yangu kwa sasa ni hiyo tu, sina sina taarifa za kina, sina taarifa za ziada, kama nilivyosema nilikuwa nimetoka. Labda kuna mtu ame, ame, amemwona Mdude eh, mahali fulani angalau aseme, ah, yuko hai hata kama hata taja mahali alipojificha. Tunajua kwamba Mdude alikuwa ni moja kati ya Watanzania walipo katika mtandao wa Sauti ya wa Watanzania Wazalendo, pengine kuna vitisho vyovyote amekushaku hapa kwamba anavipitia A, kuna mtu kwenye club house moja nadhani ni, ni Kumekucha. Nimesikia kwamba kuna vitisho vile alivipokea siku kama tatu nne zilizopita lakini kwa kuwa mimi sikuisoma mwenyewe e, naomba niishie hapo kwamba ni kweli nimesikia kitu cha namna hiyo e, kwamba kulikuwa na lalamiko kutoka kwa Mdude na nadhani iko kwenye mtandao, kwa sababu waliisoma hiyo kwenye mtandao. Lakini mimi kwa kuwa sijaisoma kwa macho yangu, kwa hiyo naomba mimi nisiwe nisiwe sosi ya kuzungumzia, kwa sababu ningekuwa na authority, ningekuwa nimeiona na kuisoma hicho alicholalamikia kwenye mtandao, lakini nimeisikia kwa masikio yangu leo asubuhi ikitajwa kwenye e, nadhani kama sikosei ni Kumekucha. Katika mpishano wake, tumeona kuna tukio ambalo limeripotiwa hili la kushambuliwa kwa Padri Charles Kitima, lakini kuna hili ambalo jeshi la polisi linaendelea kufanya kazi yake. Ni hisia zipi ambazo zinaweza zikawa zinajengeka katika mazingira kama haya? A, baba ukishaona kama katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki anashambuliwa ndani ya nyumba yake ndani ya eneo lake. Kwa sababu bahati nzuri mimi nimeshiriki katika ujenzi wa Kurasini, ambapo ndiko yako makao makuu ya kanisa Katoliki, eneo ambalo Father Kitima ameshambuliwa ni nyumbani kwake. Sasa namshangaa kamishina wa polisi wakanda maalum anapozungumza kwamba huyu bwana toka saa moja mpaka saa nne alikuwa anapata kinywaji, alikuwa anajenga dhana gani? Lakini huyu yuko nyumbani kwake, hata hata kama angelikuwa anakunywa pombe kwenye ndani ya nyumba yake hivyo. Kuna masharti Tanzania tumewekeana kwamba mtu nyumbani kwake asinywe kinywaji? Sheria tunayojua ni kwamba barabarani unaendesha chombo usioumelewa lakini mimi naifahamu hiyo kantini anayozungumzia, na huyu bwana ametoka kwenye semina. Kwa hiyo wakati anakula kama ame, hata kama angeagiza bia yake moja, ambayo nayo sina hakika kama ilikuwepo, ndani ya nyumba yake ndio mahali pa chakula chake, mahali ambapo siku zote ndio anakaa. Najua kwamba wana nyumba nyumba ya mapadri iko iko karibu na hapo hapo, iko ni walking distance kutoka kwenye hiyo kantini lakini saa hiyo mapadri wenzake waliohusika na mambo hayo hayo mambo aliyokuwa anafanya watakuwa wameshaingia kitandani saa nne. Kumbuka mapadri wa kanisa Katoliki saa kumi na mbili wako wanaenda kufanya ibada. Sasa huyu kwa kazi yake ametoka kwenye semina, na akitoka kwenye semina saa hiyo mahali pa kupata chakula ni pale kwenye kantini. Hata mimi nimekuwa nikila pale mara nyingi. Huu ni upotoshwaji wa makusudi kwa malengo ya makusudi. Kwa hiyo haya mambo tusipoekemea Watanzania tutakwisha wote. Naomba tusiangalie dini zetu, tusiangalie nini. Mimi nadhani kitendo alichofanyiwa Kitima ni kitendo kinachotakiwa kulaumiwa na kila mtu, hasa kwa kuzingatia kwamba mchana wake wote mchana wote wa siku hiyo anaumizwa. Kitima alikuwa na, na madhehebu ya dini wakijadili masuala ya haki za binadamu na haki za binadamu masuala ya uchaguzi uhuru wa, wa, wa uchaguzi, ni masuala ambaye kila mtu anayetakia mema Tanzania ya ya amani anapaswa kuyajadili. Sasa hawa watu walikuwa wanajadili mstakabali wa taifa, alafu ile taarifa inakuja kupotoshwa, na namshukuru sana Baba Askofu eh, Pisa, askofu wa Lindi na mwenyekiti wa Baraza, amejaribu kukemea ile taarifa, ameikanusha ameiweka vizuri, kama ambavyo na mimi nadhani E, kama mojawapo ninayefahamu e, mazingira ya TEC nina haki ya kuyazungumzia kwa sababu nayajua, na mimi ningependa Watanzania tuungane katika hatua hii, kila mmoja apige kelele e, kwa maana ya kujua na kutaka kujua Mdude yuko wapi, lakini ya pili tumuombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu mtu akipotea usiku kucha mpaka saa hizi, kama ni kweli, mpaka saa hizi, kwa sababu sijaona taarifa rasmi ya serikali. Kwa hiyo naamini mpaka saa hizi taarifa iliyoko ni ile ile yatoka asubuhi na mapema, kwamba hajulikani aliko, lakini damu imeonekana ikitiririka mpaka nje ya vyumba vyumba vyake, yaani kutoka kwenye chumba chake cha kulala kwenda sebuleni mpaka nje kabisa. Kama damu ya mtu imetiririka, tafsiri yake ni mbili tu. Au damu zimemwagika zote mpaka ikamwagika ikatiririka, kutegemeana na kama sakafu iko kiasi gani lakini la pili ni labda alikuwa ameshaumizwa sana, anaburuzwa. Mimi inanipa wasiwasi, kwa sababu hizo ni tafsiri mbili tu, kwamba hiyo damu imechirizika yenyewe baada ya kilichofanyika ambacho hatujui ni nini. Lakini kitu kinachotoa damu ya binadamu bila, lakini yoyote hata labda ya mtoto mdogo ndio haitajua nini kilifanyika. Na sisi hatuna mipaka kwenye akili yetu, akili zetu, akili za binadamu zime, zimepewa uwezo wa kufikiri sasa unless tunapata taarifa kutoka kwa mtu sahihi, binadamu, tutaendelea kufikiri. Ni haki yetu kufikiri, kwa sababu huyu ni binadamu, si ng'ombe, ng'ombe si mbuzi <tis>